Especially in holy places. Mimi napigwa teargas na kupigwa na wahuni na polisi kwa sababu mimi ndio niko na dawa ya kutoa William Ruto aende nyumbani, kwa sababu one, ninamwelewa vizuri sana, number two, pahali mimi niko na umaarufu, tuko na kura karibu milioni saba. Kwa hivyo ananiogopa sana, na angetaka kunizuia nisiende kwa wananchi na hasa pale Mlimani Kenya ambaye mimi niko na umaarufu sana eneo hilo li, limeamua kumfukuza aende nyumbani yeye. Angetaka kuligawa ndio hiyo kura isikuwe na maana, na mimi nimemkataza na nimemkataza kupitia kwenda kwa mikutano na kuongea na watu ya sehemu hiyo. Kwa hivyo angetaka kunitatisa eh, nisifike kwa wananchi. Siku nilikuja Narok tariki 24 na alinizuia kufanya kampeni kwa sababu huyu Maskonde alipata kura elfu sita kama ningekubaliwa kufanya mkutano wa saa moja angepata kula elfu kumi. Kwa hivyo mimi ndio anaogopa sana katika upinzani, na ndio naona katika upinzani hakuna mtu mwingine anapiga katika upinzani, mimi peke yake ndio ninapigwa. Mpaka saa hii ameanza kutupiga kanisani, kupiga wamama, kupiga watoto pale udhaya wetima, walikuwa wamepanga kuniua hapo kanisani. Mpaka wa leo askari wanajulikana wale walikuja kutuua hawajashikwa Zile magari za polisi zilitumika, zinajulikana, madriver hajashikwa. Yule ule regional commander wa Nairobi ambaye alipanga hiyo mauaji na hiyo vita hajashishwa kazi, hajashikwa hajashitakiwa, na sidhani watashitakiwa kwa sababu walikuwa wamepangwa na William Ruto na Mukome na serikali. Lakini sisi tunasema hakuna shida e, tulikuwa kwa inspector general, tukaongea na yeye na akatuambia turudi tarehe 16 atuambia amefikisha wapi, tutarudi lakini tuko na habari huko ndani ndani, kwa sababu officers wengi wa polisi wamekasirishwa sana na hiyo vitendo ya polisi kushikana na wahuni kuumiza Wakenya. Maofisa wengi wa polisi karibu asilimia 95, hawataki hii maneno ya kupiga watu, kupiga watu risasi, kufanya kuteka watoto nyara, kuua watu. Kwa hivyo ndani ya polisi tunapata information nyingi sana, wametuambia uchunguzi umekamilika, wale maofisa walitupiga wanajulikana wale wanasiasa walipanga na kutoa pesa wanajulikana, lakini na kanyangwa wasistakiwe. Lakini wacha tungoje tuone vile itakuwa. Tukiwa hapo kwa makanisa ya